Klabu ya Simba imeamua kuvunja ukimya na kuzungumzia kuhusiana na tukio ambalo limefanywa na mashabiki wa klabu hiyo mara baada ya mchezo kumalizika kwa sare bao mbili kwa mbili katika uwanja wa Taifa, ambapo Simba anacheza klabu bingwa katika bara la Afrika na alikuwa akichuana na klabu ya ST Perence. Sasa tukio lenyewe tunalolizungumza hapa ni baada ya mashabiki wamemvaa mwenyekiti wa klabu hiyo mangungu na wengine hata kuthubutu kutaka kumpiga kabla ya kuokolewa na jeshi la polisi simba wameandika bodi ya wakurugenzi ya simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na makamu mwenyekiti wa bodi murtaza mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya ES Tunis kumalizika katika uwanja wa benjamin mkapa vitendo hivyo si vya kiungwana havikubaliki na havitafumbiwa macho Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakaye haribu taswira ya klabu kwa namna yoyote. Imetolewa na Crescentius Magori, mwenyekiti wa bodi ya wa wakurugenzi klabu ya Simba Tarehe 1 Februari mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Sasa hii inaashiria nini? Kwamba wale wote waliohusika, pengine hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao.